Habari yako mzazi na mlezi. Unataka mtoto wako awe na furaha ya kweli? Unatamani awe na nidhamu, heshima na mafanikio maishani? Je, unajua kuwa namna unavyomsikiliza mtoto wako huweza kuathiri hata jinsia ya mtoto atakayefuata? Ndiyo, umesikia vizuri. Kumsikiliza mtoto wako sio tu kumfanya ajisikie vizuri, bali pia kuna nguvu ya kushawishi mabadiliko ya kitabia, kisaikolojia na hata kibayolojia. Katika video hii nitakufundisha njia kumi na saba za kisayansi zinazoonyesha umuhimu wa kumsikiliza mtoto wako na nitafichua kwa nini njia ya saba ya kumi na ya kumi na saba ni muhimu zaidi kwa wazazi wanaotamani kupata mtoto wa kiume.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 Kujiamini huku huambatana na ukuaji mzuri wa kiakili na hata kimwili. Mbinu ya pili, huzuia matatizo ya kitabia. Watoto wasiosikilizwa mara nyingi hujenga hasira, huzuni na tabia za uasi. Tafiti zimeonyesha kuwa wazazi wanaowasikiliza watoto wao mara kwa mara hupunguza kwa asilimia zaidi ya sabini hatari ya mtoto kuwa na matatizo ya kitabia shuleni na nyumbani. Mbinu ya tatu huchochea ukuaji wa akili na uwezo wa lugha. Watoto wanaopewa nafasi ya kueleza wanachofikiria hujifunza kuunda sentesi vizuri, kutumia maneno kwa usahihi na kukuza fikra. Kusikiliza huongeza ustadi wa kuwasiliana, jambo ambalo huchangia maendeleo ya kitaaluma na maisha ya baadaye. Mbinu ya nne hujenga uhusiano wa karibu kati ya mzazi na mtoto. Kumsikiliza mtoto ni kujenga daraja la uaminifu. Mtoto hujua kuwa anaweza kukuambia chochote bila kuogopa, na uhusiano wenu huwa wa karibu, uliojaa upendo na heshima. Ukaribu huu ni kinga kubwa dhidi ya hatari za kijamii na kisaikolojia. Jambo la tano: humfundisha maadili kwa njia ya mfano. Kwa kumsikiliza mtoto wako, unamfundisha kusikiliza wengine kuheshimu maoni na kuwa mvumilivu. Mtoto hujifunza sio kwa maneno pekee, bali kwa matendo yako ya kila siku. Jambo la sita, hupunguza msongo wa mawazo na huzuni. Watoto wanaohisi kusikilizwa hupata nafuu ya kihisia. Kwa mujibu wa tafiti za saikolojia, watoto hawa huwa na hatari ndogo sana ya kupata mfadhaiko wa akili huzuni au matatizo ya hofu wanapokuwa wakubwa. Mbinu ya saba huongeza uwezekano wa kupata mtoto wa kiume. Wakati mzazi anapojenga mazingira ya utulivu kwa kumsikiliza mtoto, mwili wa mama hujibu kwa kusawazisha homoni kama oxytocin na dopamine, ambazo huathiri hali ya uzazi. Tafiti kadhaa zimeonyesha kuwa utulivu wa kihisia katika familia Huongeza uwezekano wa kuzaa mtoto wa kiume kwa sababu ya uwiano bora wa homoni kabla ya kushika mimba. Mbinu ya nane humwezesha mtoto kuwa mwasilishaji mzuri wa mawazo. Kwa kupata nafasi ya kueleza, mtoto hujifunza namna ya kuwasiliana kwa heshima na kueleweka. Hii humsaidia shuleni, kwenye familia na hata baadaye kazini. Mbinu ya tisa humsaidia kuelewa hisia zake na za wengine. Watoto wanaosikilizwa huweza kuelewa walichokisikia na walichokihisi. Hii humjengea huruma na uwezo wa kujali hisia za wengine, jambo ambalo huimarisha uhusiano wa kijamii. Jambo la kumi huongeza uwezekano wa kupata mtoto wa kiume kwa kuboresha usawa wa homoni. Watafiti wa afya ya uzazi wamebaini kuwa hali ya kihisia ya mama kabla ya kushika mimba huchangia kwa kiasi kikubwa jinsia ya mtoto. Wanawake wanaopata msaada wa kihisia hasa kwa njia ya kuzungumza na kusikilizwa huwa na homoni thabiti zinazopendelea mimba ya mtoto wa kiume. Jambo la kumi na moja humpa mtoto fursa ya kujifunza kutoka kwenye makosa yake. Mtoto anapokosea, kumsikiliza badala ya kumkaripia hufungua mlango wa mazungumzo mazungumzo hayo humfanya ajifunze mwenyewe na kuelewa athari za matendo yake. Jambo la kumi na mbili, hujenga nidhamu ya ndani kwa mtoto. Watoto wanaosikilizwa hujifunza kuwa na nidhamu ya ndani. Badala ya kutii kwa uoga wa kuadhibiwa, huamua kutenda lililo sahihi kwa sababu wanaelewa kwa nini linapaswa kufanywa. Jambo la kumi na tatu, kumfanya mtoto ahisi salama. Kusikilizwa hujenga hisia za kuwa salama na kupendwa. Mtoto anayejua kuwa sauti yake inasikika huwa na moyo wa amani na furaha, jambo ambalo ni msingi wa afya bora ya mwili na akili. Jambo la kumi na nne huchochea ubunifu. Kwa kupewa nafasi ya kueleza mawazo yake, mtoto hujifunza kufikiri kwa kina, kuhoji kutatua matatizo na kuwa mbunifu. Ubunifu huu humsaidia maishani kwa ujumla. Jambo la kumi na tano: humpa uwezo wa kushinda changamoto za kijamii. Watoto wanaosikilizwa hujifunza namna ya kueleza hisia zao wanapokumbana na changamoto kama vile unyanyasaji, presha ya rika au hofu ya kushindwa. Hii huwasaidia kuwa na kinga ya kisaikolojia. Jambo la kumi na sita: huimarisha mshikamano na upendo wa familia. Kusikilizana ndani ya familia huleta mshikamano wa kweli. Familia hujengeka kwenye msingi wa kuelewana, kuvumiliana na kusaidiana, jambo ambalo ni nadra sana kwa familia zisizosikilizana. Jambo la kumi na saba: huongeza nafasi kubwa ya kupata mtoto wa kiume kwa kuimarisha utulivu wa kihisia wa familia. Utafiti wa kina umeonesha kuwa familia zinazojali hali ya kihisia, hasa kwa kusikiliza watoto wao, huongeza nafasi ya kupata mtoto wa kiume, kwa kuwa mazingira ya familia yanapokuwa tulivu na ya upendo, mwili wa mama hujibu kwa njia chanya katika uzazi. Usikivu ndani ya familia ni chanzo cha neema hata kabla ya mimba kutungwa. Kama mzazi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 Kwa ushauri wa kina kuhusu malezi ya mtoto, wasiliana nasi kwa namba 0787579224 Karibu sana, tukutane kwenye video inayofuata.